Ni mjukuu wa bunduki, kijana wa uhuru Kinyatta, Migai, mbunge mtarajia wa Embakasi Central 2027, kabisa hey, yes. Hey. Na mimi nataka kusema hivi, mambo ya chama cha ODM, mambo ya chama cha ODM, na hii nataka kuambia watu, yule mtu ako na capability na no uwezo ya kuran chama cha ODM na ana njaa ni mheshimiwa Sultan Aliasanjo kwa sababu mheshimiwa Ali Hassan Joho, tulia bwana wewe, Yemen pelekea mama yako, kwa sababu Ali Hassan Ali Joho, huyo ndio akona damu ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Joho amesakrifai kwa ODM. ODM, ukiondoa Joho huwezi enda mahali. Anataka kusema hivi kwa sababu Siasa ama chama inataka fedha. Kama una fedha, uwezi run chama na kuna mtu ako na pesa yoyote kwa ODM, ijapokuwa ni mheshimiwa Sultan Ali Hassan Joho. Chama ya ODM wamekuwa wa, wamekuwa na, wamekuwa na hafla mengi sana kule ma, kwa kudhinisha miaka kumi ya ODM miaka tano, miaka shirini, miaka kumi na tano zote zimefanywa chini ya Ali Hassan Joho, kwa sababu Joho ako na damu ya ODM na Joho ana njaa ya kuuza chama, Joho ana mpango ya kusambaratisha chama. So nataka kusema hivi yule kiongozi wana ODM, kama munataka chama yenu isimame, kama munataka chama yenu isonge mbele ni Jo ndio atakaa nao vijana wote, people like babu watasikiza babu, yeah, joy, yeah, babu watasikiza yeah, Mheshimiwa Sultan kama like hizo. Okay, yeah, <laughs> <laughs> okay, okay. So nasema hivi Mheshimiwa Sultan. Huyo ndio kiongozi ametosha <laughs> kuran chama cha ODM kwa sababu Babu, chama inahitaji fedha, chama inataka msimamo, chama inataka uongozi, na sijawahi ona Mheshimiwa Alhasan Joho akisaliti Mheshimiwa Raila Odinga. Eh, awa kwa nini sasa ndio mnataka kusema <laughs> <laughs> Afai kukua kwa chama cha ODM pelekea mamako kwa sababu John ameweka pesa yake kwa kwa hiyo chama. Mutu anakutajia mujaluo, pesa ngapi wameweka kwa chama wanitajia, au wakisema wameweka pesa gani kwa chama. John ameweka pesa yake mingi kwa chama cha ODM. John ameweka nguvu yake chama kwa ODM, so tukisungumza hao vijana kwa chama ukiondoa Joho, kwani hao vijana watenda wapi? Hao vijana watasambaratika. So atakaa na hao vijana people like Babu Sifuna, akina Kalema misi, ao isipokuwa, hatutaki Mwanakoya huyu ya Omabei hu aenda chese mahali alikuwa ameogea. Huyu governor anasumbua ana sio rika ya Odi. Nini Wanga ameletea Odi? Hakuna. Nimalize ni kusema hivi, Gladys Wanga, Gladys Wanga, heshimu mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio rika ya Wanga na mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio klasi ya Wanga kabisa. Wanga anataka kura ya ward moja, na natutajua 27 ya kwamba ulisaidiwa na mheshimiwa marehemu Reludinga umesaidiwa hapa, kingine ya mamako bwana na mwanamke mamaku bwanaaawanak. Nasema bila uoga, hatuweziongozwa na mwanamke na, na, na huyo ndio mwisho. Wala kukaa kwa hodi yetu. Wewe ndio dawa yao ati. Hawezi kutupangia ati mwanamke ndio akona kierere. Oburo Dinga hako amenyamaza. Mheshimiwa James Orengo hako amenyamaza. Profesa Peter Nyong'o hako amenyamaza. So huyu mama ndio akona kierere ndio akopanga Ujaluo. My friend, mama endu cheze mali ule, mali ule, ongea bwana. Wacha kutupimia bangi. Koma kwa Uhuru, kinyara sio rika yako, tafuta rika yako. Uhuru, kinyara sio rika yako. Tutafuta jenzi, Luo Nyanza ni jenzi. Mheshimiwa Senator wa Siaya. Mheshimiwa Governor wa Kisumu. Mheshimiwa Governor wa Siaya. Wao ndio viongozi ambao tumebaki nao watu watatulekeza. Wewe kama kuna kierere peleka a kierere ya kwa nyumba wa yako ai, mpanga wa Jaluo, hadi mama anatupanga, kwa hiyo sisi tunajenga kiasi gani? Mama mama anatupanga <laughs> <laughs> <laughs> My friend, bodi amemkusaidia na unajua one time tunapanga. <laughs> <laughs> <laughs>